a Masuguru, tumefika hapa na Mwenge wa Uhuru kujionea mradi wetu huu mkubwa ambao unaenda kusaidia vijiji vingi sana, ambao leo hii wenzetu ambao wanasimamia juu ya kupeleka miundombinu ya maji safi na salama vijijini, wenzetu wa RUWASA wamefanya kazi kubwa na ya uadilifu na kizalendo ndani ya eneo hili. Leo hii Mheshimiwa Rais wananchi wote na haya aliahidi wakati anakambiziwa kiti cha urais. Mheshimiwa rais wakati analihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza akiwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwaambia Watanzania na wananchi wote atahakikisha anaboresha miundombinu ya sekta ya maji, lakini pia sio kuhakikisha kuboresha, lakini pia kuwafikishia wananchi Leo hii wana Masuguru tumejionea kwa dhati ya macho yetu juu ya mradi mkubwa wa maji safi na salama. Naomba tujipigie makofi sana. Haya yote Mheshimiwa Rais anayafanya ya kutokana na wananchi mulimuonyesha mapenzi makubwa kwake, lakini pia na yeye mwenyewe ndiyo azma yake na kuisaidia taifa hili na kuiongoza taifa hili. Leo hii dada yangu hapa alikuwa katika na anatupitisha kukagua mradi huu aa Leo hii vijiji viwili tayari vilishakuwa vinapata maji, vilivyobakia vipo katika awamu ya pili, na muda si mrefu kupitia mwenge huo wa uhuru wabilo huuakuekalamnukwada mrefu huo, kwa vile leo hii tumekuja kuweka jiwe la msingi, naamini hatutachukua muda mrefu, hivyo vijiji vilivyobakia vitaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Ombi langu kwa wananchi, endeleeni kuulinda na kuitunza miundombinu hii ya maji safi na salama, kwa sababu serikali imetumia pesa nyingi hii. Ndio maana leo hii mwenge wa Uhuru umepewa heshima ya kufika katika eneo hili, na mimi nataka niwakumbushe, huu ni mwaka wa uchaguzi. Nendeni tukashiriki shiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 kwa amani.